Kauli ambayo imetolewa hivi karibuni na katibu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi, Amos Makalla, inayohusisha makusanyo ya tonetone tone ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, na madai ya ufadhili wa ununuzi wa virusi kuzuia uchaguzi wa mwaka 2025 imeibua hisia mseto miongoni mwa wananchi wa taifa la Tanzania katika kipindi ambapo kauli hiyo imetolewa katika jukwaa la kisiasa nimemuuliza yeremia maganja mwanasiasa mkongwe nchini tanzania kwa nini kauli hiyo isitazamwe kama kauli ya kisiasa iliyotolewa na mwanasiasa katika jukwaa la kisiasa jambo la kwanza tempo ebola, na ebola ni ugonjwa unaotambulika katika makundi katika kundi la magonjwa ya virusi sasa tunajua virusi vinatoka katika mazingira kwa hiyo ugonjwa wa virusi huja unaua watu alafu unapotea magonjwa ya viru, virusi kwa maendeleo ya sayansi ambayo mwanadamu amefikia anaweza kuvitengeneza virusi hivyo kwa taarifa ambazo huwa zinachapishwa chapishwa kwamba virusi vinaweza kutengenezwa katika maabara mimi sina uhakika lakini kuna maandiko hayo yanaonyesha kwamba virusi ukiacha vinavyopatikana vinavyo vinavyotokea naturally katika mazingira lakini pia vyaweza tengenezwa na wanasayansi katika maabara kwa mfano hivi virusi vya ugonjwa wa covid-19, kuna wale wanaosema e, vilitokea katika maabara moja huko china na kwa hiyo havikuwa controlled kwa sababu kisayansi unapotaka ku zalisha kitu au kutafiti kitu unakitengenezea ukuta yani nakitengenezea mazingira ya kutotoka katika eneo hilo la kiutafiti sasa huo udhibiti haukufanywa kwa hiyo hivyo virusi vikasambaa sasa kwa mfano huo wa wa covid -19, kwa hiyo hata virusi basi vya aina nyingine vinaweza kutengenezwa kwenye maabara kwa sababu njema au kwa sababu mbaya kwa sababu mbaya ni kutengenezwa na kuviachia vikaue watu wengine kwa sababu njema ni kuvizalisha alafu mtafiti mtafiti muvitafiti kwa mfano unaweza ukawa na tafiti namna ya kuangamiza vinavyotokea katika mazingira kwamba si virusi kama hivi hebu tu, tuvizalishe hivi alafu tuvitengenezee namna ya kuviondoa je katika mazingira haya ya kuviondoa vile vya kwenye mazingira vinavyotokea kiasiria kwa hiyo tunaweza tukatumia njia hii ambayo tumezalisha hivi tukaviua na vile tutaweza tukaviua kwa hiyo hiyo inakuwa ni njia yenye manufaa sasa kuna njia ambayo sio ya manufaa hii ya kuvizalisha na kuvisambaza ukijua kabisa atakayekipata ee, huenda hata pona kwa sababu utakuwa hamna dawa ya ku, ya kuponya isipokuwa kunaweza kukawa na kinga sasa baada ya maelezo hayo nirudi kwenye kauli ya ndugu Amos Makalla na sikia ni mwasibu wanaona wanaandika CCPA makala na kitu kama kwa hiyo ni msomi Kauli hiyo ameitoa kwenye jukwaa la kisiasa lakini, ni kauli ambayo ee, ni ya kusikitisha, isingeweza kutolewa na mtu mwenye nafasi ya kwake. Kwanza yeye ni mwenezi wa chama ambaye anaongea mambo ambayo yanakuwa yamekubaliwa na either secretariat ya halmashauri kuu ya chama chake au yamekubaliwa na halmashauri kuu ya chama chake au yamekubaliwa na kamati kuu ya chama chake, yani yamepitishwa au yamepitishwa na mkutano mkuu, kwa maana ya uwakilishi wa wanachama wote. Sasa hili jambo hatuwezi kulichukulia kwamba ni kwa sababu ya jukwaa la kisiasa, kwa sababu kauli hizi zina, zina- zina kile wanachoita <laughs> Waingereza far-reaching consequences yani kina madhara yake yanayoenda mbali zaidi kwa mfano makala ukiulizwa maabara hizo zinazozalisha hivyo virusi vya na ebola ziko sehemu gani na je huko ziliko hizo maabara na hao wanaozalisha malengo yao huwa ni nini na je ni ni hawa watanzania tu ili kundi la watanzania ndilo linafika huko kwa ajili hiyo au hata hawa ambao huwa wanakufa wengi kwa sababu magonjwa haya mawili yanaua watu wengi sana kwenye kwenye nchi ya kongo na nchi nyingine zinazozunguka kongo je kule kongo kwa hiyo magonjwa hayo milipuko hiyo huwa kuna watu pia kule kongo wanakwenda kuchukua kule yana kule virusi hivyo vinakozalishwa na kuleta kwa ajili ya kuua wa kongo au ni hili kundi lililoko tanzania ndio huwa lenyewe ni wakala wa hao wazalishaji kwenda kuua wa Kongo, kwamba hawa hawa Watanzania hawa ndio wa wanaenda kwa hao wazalishaji kama mawakala alafu wanapeleka Kongo, wanaua watu wa Kongo. Samdiko, tumesikia magonjwa yameua watu wengi, hilo ni jambo la kujiuliza. Jambo la pili, kwa sisi wa Tanzania wote bila kujali vyama vyetu, Makalla unatuma ujumbe gani kwa Watanzania ukiwa kiongozi, unatuma ujumbe wa kwamba watanzania wajiandae kwa madhara makubwa yajayo, yani kwa maafa yajayo, na hayo maafa yanaletwa na hilo kundi ndogo au kundi kubwa au makundi kadhaa. Na kama umejua hivyo, kama kuna hilo vyombo vyetu vya, vya ulinzi wetu kwa ndani na ulinzi wa mipaka yetu, umevipatia taarifa ili vifanye kazi yake, ya kwanza ni kuzuia, kama hivyo vitu vinatoka nje visiingie ndani. Hatua ya pili ni, ku, ni, ku, ni ni ni, ni, ni kuwatafuta au kuwakamata kwa sababu Makalla anao tayari, anawajua kundi hilo, analijua kuwakamata hao, na si kundi ukamata kwa anaojua kwamba ndio wanaenda kununua ili wakamatwe, waonyeshe mikataba ya manunuzi hayo na hao wanaozalisha, yaani wakala wao uonekane, na wameshanunua kiasi gani, aidha vimeshakuja au vitakuja hapo baadaye. Hayo ni mambo ya kujiuliza. Sasa kama hayo ni mambo ya kujiuliza, ni nini kimemsukuma Makalla kuwatisha Watanzania? Ha, kama hana uhakika. Kwa sababu kama angekuwa na uhakika vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vingeshashughulikia hilo jambo muda mrefu, hata kabla ya kauli yake. Nini kimemsukuma kusema hivyo? Ni kauli mbaya kwa mtu wa, wa, wa, wa ngazi ya Makalla katika uongozi wa vyama vya siasa, wache uongozi wa serikali. Katika uongozi wa vyama vya siasa hii ni kauli mbaya kabisa, na it is unfortunate, ni bahati mbaya sana kuwa na, na watu wa namna hii katika nafasi za juu katika vyama vyetu na katika serikali kwa sababu wako wengi tumemsikia hapa Charamila juzi, juzi, ama nyumbani kwa sababu huwezi kuiba elfu hamsini rudi nyumbani mme wako akanoe aka kisu akufanyie upasuaji. Sasa tumepata nyingine, another bombshell hii nyingine ya Makala. Kuna wale ambao wa wanaitazama kauli ya Makala kama spin kwamba ni kauli ya kuhamisha mjadala lakini wengine wameitazama kuwa ni kauli ya kipropaganda katika jukwaa la kisiasa. Sikubariani na hata moja uhai. Yani unapo unapotishia, unapo uh, uhai wa watu eh, unapotoa tishio kwamba kuna mtu anakuja kuwadhuru, hii hii, hii sio kitu kidogo. Kwa sababu hiyo ni yani, Makala anavyojaribu kusema ni kwamba eh, hawa hili kundi alilosema lina linakusanya lina hela zinakusanya pesa za za kwenda kununua kununua hivyo virusi maana yake hili kundi linataka kutumia eh, biological weapons yani kutumia eh, siraha za kibiolojia sasa sijui ni kuangamiza wasiotokana na hilo kundi au ni kuangamiza wa Tanzania yani bila kujali huyu anatokana na kundi lao au hatokani na kundi lao sijajua kwa sababu hii haitofautiani na kwamba Makalla angeweza kusema hilo kundi liko msituni tayari, linajiandaa kuja kutushambulia. Ni sawa na kusema hivyo. Sasa afadhali ni heri hata hilo la kuwa msituni na kuja kutushambulia, tutajua namna ya kukabiliana nalo, lakini biological war, eh, biological weapons zikitumiwa usambaa sana na madhara yake ni makubwa kwa muda mfupi. Sikubaliani na hizo kauli mbili. unaiona athari ya kauli hii ya Makalla katika taasisi ambayo anaisimamia na katika siasa za taifa la Tanzania, pengine na taswira ya taifa la Tanzania? Hapana, wala nataka nikwambie, wala hakuna e, e, shida kwenye chama cha, alichomo na hakutakuwa na shida pia sana kwa watu walio wengi, kwa sababu kuna mambo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alifanikiwa ambayo yatatoteza E, na yameendelea kututesa na huenda yatatutesa bado mbele hata kwa kizazi kinachokuja. E, isingekuwa kwa sababu ya mafanikio ya Nyerere, Chama cha Mapinduzi kingio kimemfukuza, lakini Chama cha Mapinduzi hakiwezi kumfukuza kwa sababu ili mradi tawe na nafasi katika jamii, hata mtu mjinga anaweza kukutisha, kukuogofya, mtu mjinga tu. Kwa hiyo kauli ya Makalla ni kuwachukulia, yaani anatuchukulia sisi wa Tanzania ni wajinga Alafu ni waoga, ni mambo ambayo Nyerere alifanikiwa sana na yanatutesa sana. Kwa hiyo ninaweza kulijibu hilo namna hiyo. Kuna hatua za uwajibikaji ambazo unazitazama kwamba zinaweza zikajitokeza kutokana na kauli hii na mwangwi wa sauti ambao umesikika kutoka pande mbalimbali mbali? Sisi haiwezi sisi, sisi, kuwajibisha e, watu wake. Nimekueleza jambo moja kwamba huyu ni kiongozi wa Secretariat. Yani, ni kiongozi kwenye Secretariat ya halmashauri kuu ya Chama chake cha Mapinduzi. Kwa maana nyingine, ni kiongozi ambaye kazi moja ya wajibu wake ni ku-, kuyasema yaliyo ya chama, kuzifafanua nyaraka za chama. Waraka namba fulani, namba fulani wa chama unasema nini kwa wakati huu waraka wa chama unasema nini? Ulisema nini na ulisema nini kwenye nyakati zilizopita? Mwongozo wa chama kwenye mambo fulani tuliomo kwa wakati huu ni haya, na chama kinasemaje katika haya mambo yajayo tunayofikiria kuendana nayo, katika utaratibu huu ni haya na haya na haya, mwenezi anakwenda kusema. Kwa hiyo hii inaweza ikawa ni kauli kutoka kwenye halmashauri kuu ya chama chake au sekretarieti ya chama chake kwamba kaseme hili litatupa, e, litatupa, litatupa mwendo kasi wa aina fulani kusonga mbele, litatupa e, maili kadhaa kusonga mbele kisiasa, litatusogeza mahali fulani. Kwa hiyo tusi rule out, tusikatae kwamba inaweza kuwa ni ametumwa aseme, na katika kusema hili litawasogeza E, kisiasa mahali fulani e. Jamii zingine duniani zinafikiri kesho maisha yatarahisishwaje, mawasiliano haya mimi na wewe tunaowasiliana haya e, ya kidijitali katika e, subsector mbalimbali za za communication industry e, yaani tutarahisishaje kesho kwa ajili ya kusogeza spidi ya maendeleo kwa watu wetu wengine nao wanafikiria leo watatengeneza vyombo vya usafiri vya namna gani, kwa haraka watatengeneza barabara za namna gani? Watatengeneza leli, yani wata, watatengeneza e, magari moshi ya aina gani? Siku hizi haitwi magari moshi, yanaitwa magari ya umeme. Watatengeneza njia za aina gani? Watu wanafikiria ni, watazalisha mpunga mara ngapi kwa mwaka? Watazalisha pamba mara ngapi eh, eh, kwa mwaka labda au watazalisha eh, mtama mara ngapi kwa mwaka au mahindi mara ngapi kwa mwaka. Yani sisi, sisi tunafikiria hayo hayo ya makana, ndipo ndio di, di, di, di dunia yetu ndipo tulipo hapo. unatoa tahadhari gani kwa wanasiasa na hasa katika kipindi hiki cha kuelekea katika uchaguzi mkuu? Well, vyama vyama vi- vifanye shughuli za kisiasa. Ni ni, ni, ni haki ya kila chama kufanya shughuli za kisiasa kila siku kila siku kama zilivyo shughuli za uchumi, shughuli za kijamii, shughuli za siasa zinatakiwa kufanyika kila siku kwa vyama vyote vilivyo na usajili. Kwa hiyo wafanye siasa, lakini wajiepushe na e, kuendelea kuendelea e, kudhani wa ku, watanzania ni wajinga e, wajiepushe na kuwaogofya watanzania katika mambo mbalimbali na nafikiri mwandishi wa habari una- unajua, chaguzi zetu za nyuma huko e, hadi hadi juzi juzi, e, ukifika uchaguzi, na si mnaona pale Msumbiji, e, mnaona Somalia, mnaona sijui wapi wakafanyiana nina nini kama kijinga tu. Usiwaogofie watu, waandae watu kwenda kwenye uchaguzi na kuwaahidi kwamba uchaguzi utafanyika kwa mchakato oh, ulio wazi uu uh, na matokeo yatakuwa ya, ya haki nafikiri pia tujikite hapo kuliko kuwaogofya watu kuliko kuwabeza watu na kuwafanya binadamu wenzako ni wajinga.